Fanya complete overhaul, ndio inaweza ikawa jina zuri. Usiangalie sura ya mtu, usiangalie nani alikuwa close na nani. Fanya kwa ajili ya kuifanya jeshi la polisi liende katika nidhamu zake za zamani. Mimi nawapenda mno maaskari, nataka niwaambie ukweli sincerely, lakini wale wachache wanawachafua mno. Ninaomba mtoe ushirikiano mkubwa kwa IGP mpya, mtoe ushirikiano mkubwa kwa wizara ya mambo ya ndani. Wizara yenu ninaitegemea sana, ninyi ndiyo mnashiriki katika mambo yote. Mlisimamia amani vizuri, nataka niwape moyo kwamba mko kwenye right track. Napenda kuwathibitishia, ninawapenda sincere ni kutoka kwenye moyo. Shida zao IGP na waziri nitazishughulikia, nitazishughulikia kwa moyo wangu kweli. Ninafahamu bila Jeshi la Polisi hakuna usalama wa nchi, bila Jeshi la Polisi hakuna nchi. Hawa ndio wanadili kwenye day to day routine za maisha ya Watanzania wote. Hawa ndio wanadiri na usalama wa Watanzania wote milioni 52. Ninajua mna changamoto zenu, mna baadhi ya matatizo yenu, msije mkafikiri nimeyasahau, msije mkafikiri nimeignore. Niko na nini